Bando la chuo sehemu ya kwanza. Simulizi yenye ukweli ndani yake. Naitwa George mzaliwa wa Tanga. Nilifanikiwa kusoma shule ya msingi, sekondari mpaka kidato cha nne Mbuyuni, na nikafaulu vizuri, nikaenda kuanza masomo yangu ya kidato cha tano na sita pale pale Tanga, mchepuo wa sayansi. Mimi ni mtafutaji. Tangu nikiwa kidato cha pili nilianza kutafuta pesa, na hii ni kwa sababu familia yangu haikuwa ya hali ya nzuri ya kifedha, ila nashukuru waliweza kujifunga tumbo wakanisomesha. Kipindi chote hicho mpaka nafika kidato cha sita sikuwahi kujihusisha na mahusiano wala kukutana na msichana kimwili. Ingawa wengi walinitaka kwa sababu darasani nilikuwa na akili sana, sikutaka kuchanganya mapenzi na masomo. Pale darasani kwetu kuna binti mmoja mzuri sana aliyekuwa anaitwa Sheila. Binti huyu alikuwa mtu wa daa, alikuwa mrembo na aliyeumbika kupita maelezo. Pamoja na urembo wake ule, hakuna hata mwanaume mmoja pale shuleni aliyeweza kutoka naye kimapenzi, wote alikuwa anawapiga chini, na wavulana wengi walikuwa wanalalamika na wakamtunga jina wakawa wanamwita Bikira Sheila. Kwangu nilikuwa bize sana na masomo ili baadaye nije kukomboa familia yangu. Sikutaka kabisa kujihusisha na mambo yale, wala sikuwa na mpango huo kabisa. Tukiwa tunajiandaa na mtihani wa kidato cha sita, tuliundiwa makundi ya majadiliano ya masomo, hasa yale masomo yetu magumu yanayotesa wengi kwa sisi ambao tulikuwa tunasoma sayansi. Katika kundi langu alikuwepo Sheila, yule binti mrembo Watu wengi hasa wanafunzi wa kiume walitamani grupu langu na wengine waliniambia nina bahati kupangwa na bikira Sheila. Majadiliano yalifanyika takribani wiki mbili, na wiki ya tatu kila kitu kikawa sawa. Sasa tukawa tunajiandaa na mtihani wa kumaliza kidato cha sita. Mitihani ilifanyika vizuri kabisa, kisha mahafali ya kutuaga rasmi yakafanyika. Siku ya mahafali ilifika na wazazi wake Sheila walifika pale shuleni, wakatenga darasa moja, Sheila akafanyiwa mahafali yake kivyake, ambapo wanafunzi wachache ndio waliruhusiwa kuingia. Pia wanafunzi wengine walikuja na wazazi wao, lakini mimi sikuja na mzazi yoyote kwa sababu hata ela ya mahafali sikuchanga, hivyo niliona aibu kuja na mzazi wakati hata ela sijachanga. Roho haikuniuma sana nilipoona wenzangu wapo na wazazi wao, kwa sababu shida nilishazoea, hivyo niliona kawaida tu, na hata wakati wanapiga picha za ukumbusho, mimi nilikuwa nyuma ya madarasa, nimekaa kwenye jiwe na waza maisha yangu yatakuwaje baada ya kumaliza shule. Sasa nimemaliza kidato cha sita, mtaani nitaenda kufanya kazi gani? Nitaendelea kufanya kazi za kukoroga zege wakati nimemaliza kidato cha sita? Hapana. Nitafanya kazi gani sasa Joji? Mimi yalikuwa mawazo yangu wakati huo, nimeshika tama, nimekaa juu ya jiwe. Sasa wakati nipo kwenye dimbwi la mawazo, nilishangaa nimezibwa macho kwa viganja vilaini. Nani huyu tena? Maana hivi viganja vilivyo vilaini, huyu moja kwa moja ni mtoto wa kike, atakuwa ni manka huyu, niliwaza hayo alafu nikasema oya, mangi nini bana, niachie, nimeshakujua nilijua ni mwanafunzi mwenzangu Manka mwenyeji wa mkoani Kilimanjaro ambaye tulizoea kumwita Mangi. Otea mimi ni nani? sauti laini ilisikika, ambapo sauti ile nilipoisikia nilijua kabisa kwamba sio ya Manka. Sasa nikawa njia panda na wakati na waza yule ni nani, aliniachia nikapomwangaliana kugundua kwamba ni Sheila. Moyo ulishtuka sana, maana ni jambo ambalo sikulitegemea. Nikamwambia Sheila, ni wewe? Ndiyo. Ehe, Mangi ametawala sana akili yako eh? Hapana, ila nilipogundua kwamba aliyeniziba macho ni wa kike moja kwa moja nilijua ni yeye, maana kidogo nimezoeana naye. Okay, kwa nini umekaa huku peke yako? Nimekutafuta sana ule keki? Ag, usijali Sheila, nimeona tu nije nipumzike huku. Nilimjibu nikiwa naona aibu kidogo. Akakaa pembeni yangu alafu akaniambia George, najua kabisa kwamba nitafaulu na hii ni kwa sababu yako. Umenisaidia sana kwenye kile kikundi, yaani namshukuru mwalimu kunipanga na wewe kikundi kimoja, asante sana. Usijali Sheila, tuombe Mungu tufaulu wote, lazima tufaulu George. Maswali tuliyojadili mengi yametoka, yaani utadhani ulijua kabisa, yametoka hivyo hivyo. Haha, ni bahati tu inatokeaga Sheila. Asante kwa kushukuru keki yako nimekubakizia, twende ukale. Ah, yaani umenibakiziaje? usingeniona ingekuwaje? ningekutafuta tu. Inuka, twende. Alisimama Sheila, akatangulia mbele na mimi nikashindwa kukataa, nikawa namfuata. Nilijua labda ameweka kwenye darasa ambalo alikuwa anafanyia sherehe yake, lakini haikuwa hivyo. Tulichanja mbuga, mwisho tukatoka kabisa ndani ya eneo la shule, tukaingia mtaani. Sheila, huku umefika saa ngapi kuleta keki? Haa wewe, twende, ni hapo mbele tunapokasi. Unapafahamu? Hapana, sipafahamu. ni hapo tu naishi na Rehema, aliniambia Sheila. Nikawa namfuata. Ni kweli nilikuwa najua kwamba wamepanga chumba yeye na Rehema, wao hawakutaka kuishi hostel, lakini sikuwa najua ni maeneo gani, ingawa wengi shule walikuwa wanajua. na wazazi wako wakikutafuta itakuwaje? nitawaambia nilikuwa na wewe, wanajua kila kitu kuhusu wewe na nimewaambia namna ulivyonisaidia. Tulifika kwenye geto lao ambapo walikuwa wamepanga. Tukaingia ndani, akanikaribisha nikakaa kitandani, na ilinilazimu nikae kitandani kwa sababu hapakuwa na sehemu nyingine mle ndani. Kulikuwa na kitanda tu pamoja na meza kubwa ya kusomea. Karibu George, jisikie upo kwenu. Aa, lakini hapa sio kwetu. Rehema yupo wapi? watakuwa shule, si unajua muda wa disco bado? Leo anaweza asije kabisa, akaenda kulala kwa Chris. Okay, naomba hiyo keki basi tule tuondoke. Mbona una haraka sana George? Subiri. aliniambia hayo akakaa karibu yangu, alafu akaniambia ni msamehe. Sikumwelewa aliponiambia ni msamehe, nikamuuliza Nikusamehe nini, Sheila? Kwa haya nitakayokuambia, Joji, nakupenda sana. Nataka wewe ndio uwe mwanaume wangu wa kwanza na wa mwisho katika maisha yangu. Sheila alitamka maneno hayo, mimi nikawa kama vile naota, maana sikutegemea kabisa kwamba Sheila angenitamkia maneno yale. Huyu demu ameona nini kwangu mpaka anipende? Nilijiuliza swali lile huku na kuna kichwa. Wakati huo Sheila akawa anaongea maneno mengi mno ambayo hata sikuyasikia, nilikuwa naona kama ananikebehi. Nilivuta kumbukumbu kumbu, wanafunzi waliomtokea akawapiga chini. Wengi wa wanafunzi waliomtokea ni wale wenye hadhi na watoto wa matajiri, na amewakataa, alafu leo ananiambia ananipenda, tena mimi ndiyo niwe mwanaume wake wa kwanza kidato cha sita hajawahi kufanya mapenzi m, lakini labda, maana hata mimi sijawahi na wala sijui ladha ya mapenzi ilivyo. Yalikuwa mawazo yangu, na wakati wote Sheila alikuwa ananiambia maneno mengi lakini sikuwa namsikia kabisa. "Jorji, umenielewa?" aliniuliza, akanigusa bega, nikashtuka kutoka kwenye mawazo na bila kujua nimeelewa kitu gani, nikamjibu Ndiyo, nimekuelewa Sheila. Asante, nimeamua nikupe penzi langu kwa sababu nakupenda, na sijakupenda leo wala jana, tangu kidato cha tano siku ya kwanza tu nilipokuona. Aliniambia hayo, mimi nikawa naona aibu, maana mambo yale sikuwa najua kabisa zaidi ya kusoma kwenye vitabu vya biolojia. Pia Sheila alikuwa na aibu, lakini alikuwa anajikaza, na wakati anaongea hakuwa ananiangalia, bali alikuwa anaangalia chini Tufanye basi haraka kabla Rehema hajaja, aliongea kwa aibu. Akalala kitandani akaanza kuvua nguo yake ya ndani. Wakati mpaka pale sikuwa naelewa chochote pale, akili yangu ilikuwa kama imeganda. Alipomaliza kuvua nguo zake za ndani na kubakiwa na sketi ndefu aliyokuwa amevaa, alinigeukia akaniambia, hii siivui, hi tufanye hivo hivo aliongea akaniegemea mabegani, nami nikavua suruali nikabakiwa na boksa. Tukalala kitandani nikapanda kwa juu, kisha akiwa amelala kwa mgongo, nikavua boksa yangu nikapandisha ile sketi yake juu, nikaanza kumshika shika Sheila kwenye mapaja yake ambayo yalikuwa malaini mno. Sikufanya vile sana, kwa sababu nilikuwa mgeni sana kwenye mambo yale, hivyo nilimweka sawa, nikaanza kumpa mambo, ambapo nilipoanza kuchomeka mpipi wangu, alikuwa anauna meno huku anavuta shuka, anashika kwa nguvu. Sikujua kama alikuwa anahisi raha au maumivu. Nilichomeka ikafika sehemu ikagoma, akaniambia uwii, naumia taratibu, Joji. Ukweli sikumuanda, sababu nilikuwa mgeni wa hayo mambo nilipoangalia mezani niliona mafuta ambayo nikapakaa, kisha nikachomeka tena, ambapo safari hii iliingia ikafika sehemu ikagoma, nikalazimishia ikaingia yote. Sheila akapiga kelele, uu, mamamaa, nakufa! Niliogopa sana nikamziba mdomo kwa kiganja cha mkono wangu, na wakati huo sikutaka kuchomoka, maana nilikuwa nahisi utamu na raha ya ajabu ambayo sikuwahi kuipata tangu nizaliwe. Na nikahisi kuna kitu na mwaga, nikajua ni wazungu, na hii nilijua kutokana na uelewa wangu, japo sikuwahi kujaribu. Ile raha ilipomalizika nilitoa ume wangu ambapo ilitoka na damu nyingi sana pamoja na wazungu weupe niliokuwa nimewamwaga na wakati najiuliza cha kufanya mlango ulianza kugongwa kwa fujo na sauti kutoka nje ikasikika. Yupo, si unaona mlango umefungwa kwa ndani? Sasa tumekuja kwenye sherehe yake alafu anatutoroka au yupo na mwanaume humu ndani? Wewe, Baba Sheila, wacha kumwazia mtoto mambo ya ajabu. Zilisikia sauti hizi zikibishana nje na Sheila akaniambia kwamba sauti zile ni za wazazi wake. Mungu wangu, baba na mama hao. Aliongea Sheila akajaribu kuamka lakini akashindwa na wakati huo bado alikuwa anavuja damu hatari. Ni utangulizi wa hadithi yangu mpya kabisa itakayokwenda kwa jina la Bando la Chuo. Simulizi ni nzuri sana iliyojaa matukio ya ukweli na imani utajifunza na kuburidika. Kwa upendo, usisahau kusubscribe chaneli yangu na kulike ili tuendelee haraka na simulizi hii.